Nam msikilizaji, juma moja lililopita kulifanyika kongamano la kibiashara kati ya Kenya na Umoja wa Ulaya, ambapo madhumuni ya jukwaa hili lilikuwa ni kuimarisha biashara na uwekezaji kati ya Umoja wa Ulaya na Kenya kwa kutumia mabadiliko ya kidijitali kama kichocheo cha kuimarisha ufanisi wa biashara, kuongeza ufikiaji wa soko na kukuza ukuaji endelevu na shirikishi. Wadau kwa muda wa siku mbili walijadiliana namna ya kufanya biashara kwenye ukanda na kubadilishana ujuzi kuhusu nyenzo za kutumia wakati huu matumizi ya teknolojia biashara biya yakiongezeka na yakiongeza ushindani na ushirikishwaji katika soko la kimataifa. Leo kwenye makala ya gurudumu la uchumi na kuletea sehemu ya kwanza ya mada kuhusu namna teknolojia inavyoweza kuhuishwa kwenye biashara kutatua changamoto zinazolikabili bara la Afrika, ikiwemo biashara ya kidijitali kuchochea utangamano, kuongeza ufanisi na kuleta maendeleo. Jina langu ni Emmanuel Makundi, karibu Kujadili mada yetu ya leo, msikilizaji, kama ilivyo ada, nimemwalika kwa njia ya simu Ali Mkimo mchambuzi na mtaalamu wa maswala ya uchumi na biashara akiwa nchini Tanzania. Ali, karibu kwenye makala ya gurudumu la uchumi jumaa hili. Shukran sana makundi. Pengine tuanze kwa kuangazia kidogo swala la ubunifu na teknolojia zenyewe. Ali, kama mtaalamu, unadhani ni kwa kiasi gani teknolojia kama za fedha za mtandaoni na nyingine zinaweza kutumika kuchochea biashara barani Afrika? Kwanza kabisa ni kwenye kuyafikia masoko ambayo tunasema si rahisi kufikika. Sasa hivi kila kitu ambacho kilikuwa kikifanyika mwanzoni eh, kwa mtindo ambao tuliuzoea ule wa kawaida, sasa hivi inafanyika kwenye mtandao eh, kuna kitu nakiita electronic marketing, masoko kwa mtindo wa mtandao. Lakini pia unakwenda kuzungumzia eh, ule upatikanaji wa bidhaa mbalimbali kwa njia ya mtandao, lakini pia utazungumzia malipo pia. Eh, financial inclusion imeendelea kuongezeka zile huduma jumuishi za kifedha zimeendelea kuongezeka kuwafikia watu wengi zaidi, kwa hiyo inarahisisha zaidi malipo, lakini pia ubunifu na kujifunza juu ya mtindo mbalimbali wa kuendelea kuyafikia masoko haya, ule ubunifu ambao tunaweza tukaufanya ili kuwafikia watu walio wengi zaidi. Unaweza kutumia eh, mifumo ya teknolojia kupatia faida za aina hii, lakini pia ukiangalia kwenye electronic, electronic commerce tunasema ile biashara mtandao, ndani yake utakutana vitu na vitu vinavyohusiana na B2B, yani biashara kwa biashara kuuziana To business, B2C, business to consumer, yani biashara na mteja. Lakini pia eh, un unakwenda utazungumzia uwepo wa G2G eh, mfano serikali, serikali eh, na serikali kwa pamoja naokutana ili kuja na mtindo ulio bora au huduma bora kwa wananchi. Unaangalia mifumo ya aina hii yote imelenga kwenye uwezeshwaji na kufikia kwenye azma ya kukuza biashara. Kwa hiyo ukizungumzia teknolojia, hizi zina faida sana, hasa kwenye kuunganisha masoko na ukuaji wa mitaji. Naam, sasa pengine unaona kipi kimekuwa kikwazo katika kutumia majukwaa ya kidijitali katika biashara kwa mfano ndogo ndogo, ndogo na zile za kati barani Afrika na vipi vikwazo hivi vinaweza kutatuliwa? Uh, kwanza kabisa ni digital literacy, ule ufahamu wa maswala ya kidijitali. Uh, elimu hii imekuwa ni changamoto kwa wengi sana, yaani uh, wengi hawafahamu vizuri, bado kuna gap kubwa sana, na amewazungumzia wafanyabiashara wadogo wadogo, wengi ni kama vile wamezoea kufanya biashara kama ilivyo. Siku zote na bado eh, wanasema cash is king eh, fedha taslim imeendelea mfalme kuwa ndio mfalme, kwa maana kwamba watu wanatumia sana eh, malipo kupitia fedha taslim. Ukiangalia, eh, kwa hizo biashara ndogo ndogo, si wengi ambao wameanza kutumia mifumo ya eh, tunasema hii ya kimtandao, japo ukiangalia kwenye nchi nyingi financial inclusion imeongezeka hizi zinazoendelea kutokana na uwepo wa huduma hizi za kifedha ambazo zinahusisha hii eh, mitandao ya simu ambayo tumekuwa tukitumia, lakini bado unaona wengi hawafahamu Uh, juu ya matumizi ya teknolojia za kisasa hasa kwenye malipo, lakini uh, pia mtindo unaoweza kutumika kwenye kuwekeza na kutumia hizi fedha uh, katika mtindo wa kidigitali zaidi. Na kuna suala la miundombinu pia na, na kujenga uwezo. Uh, pengine kama mtaalamu, ni mapungufu gani ambayo unayaona kwa sasa katika miundombinu ya kidijitali ambayo inakwamisha kufanya biashara kidijitali? Kwanza gharama gharama za hizi huduma ambazo zimekuwa zikitoka, nafikiri kuna haja ya hizi kampuni zinazohusika na utoaji wa huduma za aina hii, ikiwezekana wapatiwe ruzuku ili kuwe kuna urahisi wa kupunguza gharama na watu wengi zaidi kutumia huduma hizi za kidijitali, lakini pia ukiachilia ukia hilo, bado kuna changamoto to ya uwekezaji kwenye mifumo ya mitaala yetu eh, ya elimu ambayo tulikuwa nayo mitaala hii, kuendelea kuibadilisha ile miundo mbinu hii ambayo inazungumziwa, eh, itakwenda kugusa pia na hii mitaala ambayo eh, tuko nayo, mifumo jinsi ilivyokaa ya elimu na kuandaa eh, watu kwa ajili ya kujikita kwenye matumizi ya teknolojia. Sasa nafikiri, eh, tukija huku ndio utagusa pia na swala pia la utolewaji wa huduma za aina hiyo, uwezeshaji umefanyika katika mtindo wa aina gani. Na hapo ndio swala la vipi ubia wa sekta binafsi na umma linaweza kuchochea ama ushirikiano wa namna gani unapaswa kuwa, ili kupunguza kitu ambacho umetoka kukisema hivi punde. Kwanza kabisa, kuna haja ya kupunguza urasimu. Hili litasaidia sana, kama tunapunguza urasimu na maana, tunaweza kuwaalika wengi zaidi waweze kujumuika kwenye aina hii ya uwezeshwaji. Lakini pia mikataba ambayo imekuwepo, unakwenda kuzungumzia kodi ambazo zimekuwepo, zile kodi ambazo tunasema zenyewe zimekuwa zikiwaumiza wanaotaka kuja kwenye sekta aina hii, na zenyewe ziangaliwe tu kwa ukubwa tena. Uki, ukiangalia hii na kuhusiana na lile swala la miundombinu. Mfano, uwepo wa incubation, incubation centers, hivi vituo atamizi ambao vina incubate, vina vina, vina, vina, vina tunasema vinalea haya mawazo ya biashara changa, hizi startups. Eh, una, unaona kabisa kama zinawezeshwa zinakuzwa zinalelewa unaweza kuwa kuna urahisi sana. Nchi zinazoendelea zina changamoto kwenye ecosystem. Mm -hmm. Ule mfumo wa upatikanaji wa fedha, eh, kwa hizi biashara changa. Gurudumu la uchumi, makala sahihi na Emmanuel Makundi. Na, msikilizaji, kama umeungana nasi, makala ni gurudumu la uchumi. Leo hii tunaangazia namna bara la Afrika linaweza kutumia teknolojia kurahisisha biashara za kidijitali. Kwenye laini ya simu tunaye Ali Mkimo, mtaalamu wa maswala ya uchumi na biashara akiwa Tanzania. Jina langu ni Emmanuel Makundi, endelea kunipa sikio lako. Pengine Ali, ni vipi sasa biashara ya kidijitali inaweza kupunguza gharama na muda wa kufanya biashara? Uh, ndani na nje ya Tanzania. Kwanza, urahisi wa wa ufikiwaji, hili linaweza kutatua hizo changamoto. Na ukiangalia dunia inakuelekea, mfano leo hili na mazungumzo swala la uwepo wa naweza kusema leo hii muda mrefu tu eh, ni muda sasa ukiangalia swala la sarafu za kidigitali eh, ni kitu ambacho kilikuwa kizungumzwa sana na maana eh, kutakuwa kuna urahisi sasa hata wa kubadilisha fedha zile gharama zinaweza kuondoka kama ikitokea siku moja eh, nchi nyingi zinakubaliana na matumizi hayo maana wengine bado wapo kwenye tafiti kwa sababu zina changamoto yake pia, kuna athari zake lakini pia, ule urahisi wa kuyafikia masoko kujua eh, soko masoko yapo kwenye maeneo gani sasa hivi watu waliokuwa zamani wa zinapatikana sehemu gani urahisi wa soko. U, u, imeleta urahisi sana. Na, kwa kuwa tutazungumza zaidi uh, kwa kumalizia sehemu yetu ya kwanza, Ali, tuangazie kidogo swala la, la kisera uh, ni mageuzi gani muhimu ya kisera yanayohitajika sasa ili kusaidia biashara za kidijitali katika nchi za Afrika? Kwanza ianzie kwenye digital, digital literacy, watu kuwa na elimu na ufahamu wa maswala ya kidijitali, kiwa ni kitu ambacho tunasema uh, ni, kampasari, yani, ni lazima wewe uwe unafahamu uh, maswala ya kidijitali na maana tutakwenda kugusa kwenye mitaala yetu la kwanza. Eneo la kwanza. Eneo la pili, kuna haja ya kuzidi kuongeza urahisi wa kukuza biashara changa hizi startups e, zikuzwe sana ili watu wengi waingie huko na hizi bunifu wazikuze. Vijana mbalimbali ambao wamekuwa wakizitoa wakizi, unajua, kuna vijana wana wamekuza sana ileta fintech financial technology wana mifumo yao kabisa. Sasa vijana hawa wangeweza kuwezeshwa na kutumika vizuri zaidi ili tuwe na ubunifu kwenye maeneo mbalimbali, lakini mbali mbali. Kuzifungamanisha uh, benki zetu hizi za biashara zifungamanishwe na ukuaji wa teknolojia. Hii inaweza kusaidia sana. Msikilizaji, uh, muda umeturuhusu kuwa na hayo tu katika sehemu uh, ya kwanza. Kwa hivyo natia nanga kwenye sehemu hii. Uh, usikose kuungana nasi katika sehemu nyingine ya pili uh, wiki ijayo ambapo tutaendelea kuangazia namna teknolojia inavyoweza kuhuishwa kwenye biashara, kutatua changamoto zinazolikabili bara la Afrika. Uh, kwa hivyo nimshukuru Ali Mkimo, mtaalamu na mchambuzi wa masuala ya uchumi na biashara akiwa uh, Tanzania. Ali shukrani sana. Shukran sana Makundi, kwa muda wote huo umekuwa nami Sao. Emmanuel Makundi, hadi wiki ijayo, kwa heri.